Lakini ni wapongeze viongozi na management kwa kuandaa training hii kwa wawakilishi, royal members. Ali mmoja wakati mwingine tunaweza tukachukulia haya mafunzo kama tu kitu cha kawaida kwamba tunakuja, tunakutana, tunakumbushana royal members, tunachukulia kama simple, lakini ni very important kwa sababu sisi kama wasimamizi tuna mifano tuna SACCOS za wasomi maprofesa za vyuo vikuu tena vikubwa kabisa vinavyoaminika ambavyo mpaka watu wa kimataifa wanakuja kusoma, lakini SACCOS zao haziendi vizuri. Kwa sababu gani? Wanafikiri wanajua, kumbe hawajui. Lakini tuna SACCOS za sehemu za, za kifedha taasisi za fedha ambazo hazifanyi vizuri kwa sababu gani? Wanafikiri wanajua fedha kumbe hawajui. Kwa sababu SACCOS ni taasisi unique, yaani na vikitu vyake vya tofauti ambavyo lazima tukae tuviongee, lazima tukae tukumbushane, lazima tukae tuvijadili, lazima tujifunze. Unaweza ukawa mwasibu mzuri lakini ukaletwa kwenye SACCOS ukaribu uongo kwa sababu SACCOS ina vitu vyake vya kitofauti. Ndio maana tunapenda sana wanachama, viongozi, watendaji waweze kujifunza ili siku kwa siku, kwanza waifahamu SACCOS yao vizuri, lakini waweke mikakati ya namna bora ya kwenda mbele. Kwa sababu hapa tu tulivyoongea kuhusu royal members, kuna kitu umepata, si ndivyo eh? kuna kitu umepata, lakini kuna ka responsibility kameingia ndani yako kwamba kuna jambo la ziada Natakiwa nilifanye kwenye SACCOS yangu. Kwa hiyo ongereni sana viongozi kwa kuandaa lakini ongereni wawakilishi pia kwa kutenga muda wenu kuwepo. Kwa sababu kuandaa ni jambo moja, kuwepo ni jambo la pili, lakini kuparticipate ni jambo la tatu. Kwa hiyo ongereni pia.